Iya, tuko saa sita, saa za Afrika kati ikiwa ni saba majira ya Afrika Mashariki. Na yeye ambaye unasikiliza ni Baraka 1 TV na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Uh, the one and only in town djp no, tarehe kumi na moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki. Ya simu ya Baguma Samuel, uh, Akis Kandeke, Ejide Kizenga Tembele. Big up sana kwa King Sele, uh, the only one king from USA. Jamani hali ya Bukavu, vijana, kuanzia mchana ilikuwa sio nzuri uh, baada ya mitingi ambayo ilikuwa inaandaliwa maeneo ya Chimpunda uh, Funu katika uwanja wa michezo pale ambako magaidi walitengeneza mazingira ya kuwaalika watu kwamba waje wasikize mitingi yao, burgumestre waayo maeneo ya um, kumine ya ya ya nani ya uh, komine ya uh, Kadutu. So aliandaa ile maya, ya, ile mitingi na kuwakusanya wananchi waje kama kawaida yao, jinsi unavyojua uh, wananchi walikuja pale, wali kuja kusikiliza kiongozi uh, mjinga wa MV23 ana mambo gani. So yalikuja ya, kutokea pale ni makubwa sana. Hayo tu utasikiliza kupitia Baraka One TV sababu tumeweza kuongea na mtu ambaye alikuwa uh, surplus na alikuwa na mengi sana ambayo alituambia tutakwenda kusikiliza nini ambacho kilitokea pale. So, sasa hiyo ni jambo moja kubwa na pekee ambalo tutazungumza na hiyo pia ilisababisha vita kuamka eh, majira ya jioni maeneo ya Kante TV ambako milio ya risasi ilisikika kwa kiwango kikubwa. Uh, mambo sasa hivi yako inaenda yanabadilika. Unaona, na ulifuata habari zetu za mchana eh, za asubuhi kisi wazalendo wanaomwambia acheni kuwa na tembea tembea hivyo hivyo na acheni kuwa mnenda kwa mitingi ya hawa ya wajinga. Wa So, Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kwa kuta mkongo siki Baraka One TV. Uh, ili kwa kuanza kupata habari zetu za moto ni kulike pia na kusubscribe Baraka One TV pia usikose kushare. Eh, nafikiri tuko wengi na ambao tunasikika kila sehemu. Uh, Bujumbura kuna watu wengi pia ambao wako natusikiliza Kakuma Camp Kenya, eh, Nyarugusu pia big up sana kwa nyinyi wote ambao mko kule. Uh, USA yote na wapeni salamu Canada, na wapeni salamu Australia pia na wapeni salamu. Europe nzima na peni salamu. South Africa pia eh, big up sana watu wote wa South Africa. Kuna mtu mmoja ambaye alinikimbiaga akakimbia Afrika Kusini <laughs> akakimbia Afrika Kusini. Sasa na, na pia nampa salamu, anajijua na bila kumsahau my man um, tuanze na hili swala Operation Saidia Mzalendo, ndugu zangu, bado iko inaendelea. Nafikiri mko naona gisi tu tunaenda tunafanya tuna tunatoa mavelope zao. Kwa hiyo, hiyo, hiyo operation bado iko inaendelea na ningetaka kwa uh, wale wote ambao hawajajiunga ama ambao tayari wamekwisha ku participate kwa mara ya kwanza, tuendelee kuchangia kwa ajili ya kuwa support uh, ndugu zetu waza waza. Big up sana, yaani ni jambo la kushukuru sana Sasa mapema ya tarehe kumi za mwezi wa, wa, wa sita huu ambao tuko nao 2025, maeneo ya Chimpunda Funu ndani e, ya manispaa ya Kadutu Ma, e, magaidi wa M23 waliandaa meeting. Na meeting hiyo waliwahusisha wananchi ili waje wawasikilize wana matatizo gani ili waweze kuwatatulia matatizo yao. Unasikiza nani ujinga wa jamaa kwamba wanaita watu waje wawasikilize Tusikize, tusikie mna shida gani, ili tuweze kuwatatulia shida zenu. Kisha baada ya pale, watu wakabidi wakusanyike pale. Watu walivyokusanyika pale, na muda si mrefu tu, mambo yakaharibika. Mambo yakaharibika, na baada ya mambo kuharibika, e milio ya risasi kasikika, magrenade yakasikika, yakaanza kutupwa. Na kwa taarifa ambazo tumezipata pale raia ambao walikufa ni wangapi? Um, sio wengi sio wengi e, kuna mmoja tu ambaye aliuliwa kwa gari wakati uh, gari ya burgomestre iko inakimbia ndio ikaenda ikagonga motor na ikaua mtu unaona, lakini pale katika ya lile shambulio uh, kwa gisi tumeweza kuzungumza na, na, na, na mtu ambaye ana taarifa nyeti za pale, ametuambia magaidi walipoteza kweli kweli, yeah, pale magaidi walipotea na waza waza walifanya hicho kitu. So ili tusipoteze muda sana, hebu twende tusikilize jinsi maongezi yalivyokuwa maeneo hayo. Ndugu yangu ewa e, sa, salama kule ndugu yangu e, nashukuru Mungu bwana, jioni na ndelee vizuri bwana. Okay bwana, uko naongea na Baraka TV, anafikiri na, aina ya, ya kujitambulisha bwana <laughs> Aina ah, aina ah, aina je? <laughs> ndugu yangu <laughs> sasa um, <laughs> eh, leo kulikuwa kuna hali gani ambayo imefanyika maeneo ya eh, ya fumu uh, fumu pale uh, fungu fungu fungu eh, eh, funu funu yuko mkomine ya, ya ya ya Kadutu eh ya Kadutu eh mm. funu yuko mkomine ya Kadutu m mm. ni

wayakadu mm -hmm. Alinaita batu kama washuki waeleze probleme vako nawe ya mai mm -hmm. Pale kuko maji alor haiko na shuka kama kawaida mm -hmm. Sa population ilishuka kanza waambia, mai mutapata maneno ya kwanza alisema, aliwaambia mm -hmm. Batume watoto jeshi ma majeshi yabo, hiyo ni malangaji za kujipa moyo hizo. Eh, eh, allo rokete hiyo ya pili mabale nayo nao zikafuata zikafuata. mm -hmm. population mm -hmm. ikakimbia mm -hmm. baeme aipata namna na kukimbia wakakimbia. mm -hmm. ame de la ville yakakimbia, burgomestre naye mbio. e, e, burgomestre akomina Kadutu naye akakimbia. mm -hmm. Alors efe ya Bukindia, il fallait bapate renfort. Gari yake bourgmestre anatembeleaka ya land cruiser il fallait ishuke mutepe. Ile tepe njo ilikuwa ka militaire ya FARDC, njo ilikuwa ka depo ya mema ya FARDC.

Mm. Likuwa ni bazalendo juu na bo bale bakahoko baliweka malalamiko kote kwa bazalendo weya, aileyeama saa batu wanafanya mitingi hapo, msikuwe munaenda juu, tunajua maana. Kwambia msikuwe munaenda Tunaambia kwamba wakati kuna mitingi ya waka huko, msiende. Tunajua maana gani kusema msio mnaenda, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Eh, swate eh, ebo peke bafanye manevre yabo na nibaue bawe watu makusudi, kisha bazingiseni banani ni bazalendo. Unaona? Ndio, swate na sisi tukuye pale tu, tubavize ebo me ile mabali perdi azikosagi. Unaona? Eh, azikosagi na azikosagi. Azikosagi. Azikosagi. azikosagi makuta watu ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bawili batatu wanaenda sasa, yote inakuwa ni ni complique lakini sasa uh, hivi uh, situation iko hivi sasa sa, sa, sa, sa, ya ya ya raia juu bakaoko wakipoteza wanazaa nasera zabo zinaishia kubatu benze tu banavisema mugrupe saike kule kune kuko basoda mingi ya bakahoko mm. Masasiko mingi sana sai sai mm. Sasa tuko na kusimu mhm mm e, sema iau masasiko mingi sai oh. Kabisa okay. Ah uh, saksk tunashukuru sana kwa kwa hiyo mengine tuendelee kupashana kwa juu, watu ifo wapate ma updates za kila dakika kutoka hapo maeneo kwenye mambo yanafanyika. Nakushukuru Bwana Arajabu, asante sana. Ah, mjambo tena ndugu zangu wazalendo <laughs> na population yote ya RDC. Ah, espere kwa mumeshinda mzuri malgre hali yenyewe ipima kupitikana Bukavu pale kwa kwenye kwenye wanyama kwa nafaka mitingi hapo ah. Simuona kieni watu wenye hawana hata nguvu fulani selma avec de personne ni kuwadunga wanapoteza na control mpaka s'il vous plaît, population ya Bukavu haiko muzaha, ni kitu yenye iko serio. Hatupeni population yetu, naenda kutembea sana busiku hazina maana eh, uh, kabisa. Mwepuke, mwepuke mwa hii mwezi, vraiment mwepuke kabisa ile na kazi ya tena sana na bazalendo wetu wenye biko muno Kivu tunapenda muno, wake randevu ni Goma eh, ifo tunajirasi yake, munapanda huku Malubero, munapanda kutoka Malubero, Mawalikale, ifo tunakutana na Goma paske Bukavu sanfapa tarde eh, hapa Bukavu ni kazi tu ya kufanya, na ifo tunakutana na njo Goma na nyi eh, tunapenda na nyi mujitarishe kule mujiandaye Tupanye mupande na sisi, tunatukio kote Bukavu, tukutana na ka njo Goma. Tunaona kama tunda Kigali na mna gari eh, mais vraiment hawa wapitia hawana nguvu, hawa hawana nguvu hawa eh, hawana formation fulani wanajivunia kama zenye liko na zenye hawa na kupiga na kumani eh, raha yetu ni yake vile vitu, tutabiri kipere vitakuwa vyote vya muzalendo simone, tukitu yenyewe inapatikana leo muvile mumiting eh, muepuke mavaga bondage ziziko inutile, hauna ya kufanya, bakia kunyumba, muepuke mamikutano zenye hazina maana zile za M23 eh, paske mutu hayuaki eh, hayuaki eh, na vingine. Ah, kumwisho njo kitu inapasha kwambia ile kabisa, population yangu vraiment, ninabaomba sana. E, tumeteseka kupitizia spen tena mteseki. Alors kila mtu ajiprotege parce que vita itakuwa kama mvile. Donge ya mvile ni kufatana. Naam, hayo ndio ambayo yaliweza kujiri maeneo ya Funu na ujumbe mkubwa ndo huu ambao umeusikiliza pia. Achena, achaneni na mizunguko ambayo haina maana kwa sababu muda wowote Bukavu itawaka moto sawa e. Bukavu Goma muda wote kuanzia hivi itawaka moto, siwao wako wanasema ki watashuka Uvira sasa. avale kenzi hii nani avao ya wao kushuka Uvira si tutakuwa tukupu Bukavu, unaona kabla hawajashuka sisi tuko Bukavu tayari. Kwa hiyo ndio hivyo. Um, big up sana kwa wote, tunashukuru kwa kuweza kutufuatilia. Hayo ndio ambayo tulikuwa tukinayo kwa mchana huu. Sasa hivi mengine tukutana nani saa tisa. Saa tisa tutakuwa, um, Kagame anabana upako. Marekani inasema kabla ya kusaini ule mkataba wa tarehe kumi na tano ahakikishe kwamba RDF wote wameondoka. Na Felix naye akatoa masharti yake matano, matatu ili kuweza kusaini mkataba wa amani na Rwanda bila hivyo kipigo kitakuwa ni cha hatari sana.